Mange Kimambi siku ya leo ameweza kuanika siri nzito sana ambayo watu wengi uh, tulikuwa tuifahamu kuhusiana na msanii Zuchu pamoja na msanii Diamond Platnumz. Kama ambavyo tunafahamu uh, kwa sasa hivi Zuchu ni mjamzito na aliweza kuanika uh, vipimo vya ujauzito katika ukurasa wake wa Snapchat kuonesha kwamba yeye anatarajia mtoto, lakini pia Diamond Platnumz, baada ya kupata hizo taarifa alifurahi sana na yeye pia akaweza kulizungumzia katika moja ya interview yake kwamba sasa hivi anatarajia mtoto, hivyo basi mashabiki wawe tayari kwa ajili ya kumpokea simba mwingine ambaye anaingia, kwa sababu Zuchu tunafahamu, mara nyingi sana hakuwa tayari kubeba ujauzito, lakini baada tu ya ushawishi mkubwa sana wa msanii Diamond. Mara nyingi sana Diamond alikuwa anaimba kama wimbo Zuchu, naomba unizalie, Zuchu, nataka mtoto, Zuchu hivi, Zuchu vile, yani Zuchu alikuwa hali hanywe, kwa sababu tu ya hayo maneno ya msanii Diamond Platnumz. Sio tu Diamond pia bibi ambaye ni Mama Dangote alikuwa analia sana na hilo swala, kwamba Zuchu, kwa nini utaki kumwazalia mwanangu? Mambo yalikuwa ni mengi sana pale ndani, na Zuchu baadaye akaona ya nini mie nije kuachiwa laana na huyu mama, hebu nimzalie tu msanii Diamond Platnumz. Baadaye tukaona Zuchu ametangaza vipimo vya ujauzito na kudai kwamba yeye ni mjamzito kwa kwa sasa hivi. Sasa, sasa, Mange Kimambi kitu ambacho ameamua kukizungumza hapa, kila mtu ameshika kichwa, kila mtu ameshika mdomo anajiuliza hizi taarifa Mange amezitolea wapi? Mbona ni taarifa nyeti sana tu, na ngoja nikuambie, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa aliandikwa neno subscribe hapo chini, ili mradi tu usipitwe na habari zetu kama hizi ambazo tunakuletea tu ni habari ambazo unazipata una hapa hapa katika media hii ya Bongo Choice. Sasa Mange Kimambi ameweza uh, kudai kwamba huo ujauzito uh, wa msanii Zuchu sio wa msanii Diamond Platinum. Kwanza kabisa Mange Kimambi ameweza kutoa ushahidi wake wa wazi. Uh, anakuambia uh, Zuchu ameshajaribu kubeba mimba za msanii Diamond Platinum mpaka zimefika tatu, lakini unaambiwa mimba zote zinaharibika. Mimba zote zinatoka. Zuchu, mimba ya kwanza unaambiwa ilimsumbua sana na hakuweza kuanika mitandaoni, ikafika miezi miwili ujauzito ukaharibika ukatoka. Lakini pia Ujauzito wa pili hivyo hivyo ukaribika ukatoka. Ujauzito wa tatu ukaribika ukatoka. Zuchu akawa amejisikia vibaya sana. Akaona ni kitu gani nchi ambacho kinanitokea mimi? Na unaambiwa Zuchu baada ya kaenda kumwambia mama yake, mama Zuchu baada ya kumwambia mama yake hadi Jakopa, mama yake ikabidi amwambie mwanae, embu akaangalie. Kama ambavyo tunafahamu mama mama wazazibari ni watu ambao wanaamini sana mambo ya kiganga haya, mambo ya ushirikina, ushirikina. E, mama Zuchu kahisi labda mtoto wake amelogwa. E, mtoto wake kuna mtu ana mchezea chezea. Basi Mange Kimambi anakuambia, si wakaenda Zanzibar. Kwenda Zanzibar, e, mtaalamu akasema kwamba Diamond Platnumz hao watoto walikuwa wanawatoa kafara Diamond, kwamba e, kuna mambo fulani hivi ya kichawi, huo utajiri wake ni wa ushirikina. Sasa Diamond ameamua kuwatoa watoto wa Zuchu kasa, kafara Yaani anampatia Zuchu uh, ujauzito maksudi alafu ule ujauzito unakuja unaharibika. Kumbe Diamond mambo yake ya kishirikina yalikuwa uh, yanasababisha ya ujauzito unaharibika kama vile. Sasa mama Zuchu akajiuliza ni kwa nini Diamond afanye hivi, ni kwa nini Diamond Platinum ameamua kuwaharibu watoto wa mwanaye kwa nini? Asingewaharibu watoto wengine? Mbona Zari alizaa naye? Mbona Tanasha alifanikiwa? Mbona hao wengine walifanikiwa kupata watoto, lakini inakuwaje kwa mtoto wangu? Sasa mama Zuchu akaja akamshauri mtoto wake Zuchu kwamba kama unataka upate mtoto wako akiwa salama na kama ambavyo tumeambiwa na mtaalamu kwamba hao watoto Diamond Platinum ndio ambao alikuwa anawatoa kafara, basi amua tu kuchepuka njia ndoa kidogo, upate ujauzito, umwambeni wa mume wako, maisha mengine yaendelee, ili mradi upate mtoto wako. Zuchu aliushika ule ushauri wa mama yake na Mange Kimambi anakuambia baada ya, ya Zuchu kupata ule ushauri akatafuta kweli mwanaume akalala naye mara moja one time alafu baadaye akamwambia Diamond ni ujauzito wako. Sasa cha ajabu Diamond anashangaa mbona ujauzito wa sasa hivi hautoki, lakini pia Mama Dangote anaifahamu hiyo siri. Sasa wakaja wakagundua moja kwa moja kwamba huenda huo ujauzito wa Zuchu sio wa kwao. Ndio maana wakamuita Zuchu akamweka chini wakamuuliza uh, maswali kwamba una uhakika uh, ujauzito ni wa mwanangu na nini maneno akawa ni mengi sana pale. Mange Kimambi anakuambia ile nyumba ina siri nyingi sana ina mambo mengi sana ambayo yanaendelea mule ndani, na Zuchu amevumilia kwa asilimia kubwa sana, sasa Zuchu anajiuliza hao watu huenda wanaijua hii siri kwa pamoja. Uh, ukiangalia yule ni mzanzibari bwana. Uh, huenda angekuwa mtu mwingine asingefahamu yote hayo. Waliamua kwenda uko Zanzibar na mama yake, na wakafahamu kila kitu. Sasa baadaye, mama Dangote akatia mkazo kwamba huenda huu ujauzito sio wa mwanae, kwa sababu huenda kuna mambo fulani hivi ambayo walikuwa wanayafanya kweli chini kwa chini, ambayo uh, Zuchu alikuja kuyafahamu baadaye. Sasa sasa hivi e, unaambiwa kuna ugomvi mkubwa sana hapo ndani kwa Diamond Mama Dangote hamtaki Zuchu, anadai aondoke, sio mwanamke. Kwa nini aende kubeba ujauzito nje ya ndoa? Lakini hawana uhakika e, Diamond amedai mtoto azaliwe, akizaliwa tutapima DNA na maisha mengine yataendelea. Kama sio mtoto wangu, basi nitatoa talaka zote kwa Zuchu. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Maoni yako, lakini usahau kusubscribe, kulike na turn on notification.